Tunu <laughs> mwana ni mwanangu na maamuzi ni ya kwangu na hayapingwi. Hakuna kinyambwera yoyote yule wakuja kuniendesha kwenye mji wangu. Baba muza, mwana wa pekee kisa madaraka, mananataka shule haendele, natapa, tapa. Uchawi huu umezidi kimo, sio wakubwa sio watoto, umezidi kimo, umezidi kimo, uchawi huu, umezidi kimo, uh -uh. Tunu yuko. Tunu yuko. Kwa nini usibadilishe maamuzi? Mtoto ameshakuwa kuwa wakulia tu naomba wa basi ubadilishe maamuzi. Na mimi yule ni mtoto wangu. Ananiuma baba tu. Wewe mwanamke siku hizi na wewe ni mpuuzi eh? Umeshamkuwa mjinga kiasi gani? Tunu ni mwanangu na maamuzi ni ya kwangu na hayapingwi. Hakuna kinyambwela yoyote yule wakuja kuniendesha kwenye mji wangu. Au siku hizi umeshakuwa mwenye mji uka, mwenye mamlaka katika hii familia? Hapana, mwenye maamuzi ni wewe. Basi nimeshasema utake usitake Tunu ataolewa. Gumbafu mkubwa wewe. amzaa mwana wa pekee kisa madaraka, ananataka shule aendelee, wanatapatapa. Uchawi huu umezidi kimo, sio wakubwa, sio watoto, umezidi kimo. Uchawi huu umezidi kimo, ume ume ndutangu nenda kuzima kabisa. Baba yangu sio kataa kunisomesha tu, bali kama ukaniozesha kwa baba mtu mzima ambaye faadhi yangu unajua fika, uwa mi napenda kusoma. Mi mambo ya kuolewa bado. Rafiki yangu, siwezi <coughs> kuingilia kwa hiyo tena kuhusu baba yako mzazi. Uchawi huu hu umezidi kimo, sio wakubwa, sio watoto. Unahakika huko unakokwenda utapokelewa, au utafika sehemu ambayo ni salama? Vipi tena, kichaka hapo huko huko nilikuwa kajani, si unasikia harufu yake? Ah, we. Au ndo tayari udugu, Koma, yaani tayari tu sasa hivi. Eh. Koma, acha mimi nilela nisikilizie mm. <laughs> Mbona pambe kwenye shughuli <laughs> zao mjini? Mbona pambe? <laughs> Wow. Eh, udugu pole. Ila yule babaki ka vile mwanga. We sio mwanga tu, kwanza lile domo. Eh linanuka. Eh. Wacha ya we, yaani udugu tunaonekana 44 feri ya mtihani wale wasomi leo ndo wana wale. Mwana wa pekee. Kisa madaraka. Ana nataka shule endelee. Tunatapa tapa. Uchawi huu umezidi kimo, sio watoto, umezidi kimo. Uchawi huu umezidi kimo, sio wakubwa, sio watoto, umezidi kimo. Shoga yangu. Mhm. Hivi -hmm. Unadhania pale ulipokutana na chuma kile kijani kweli nilikuwa na chuma? Eh. Hmm. Uliza nikupe habari. Mhm. Ha, ulikuwa unafanya nini pale kama mm -hmm. sio kusema jani? Uliza uambiwe. Eh. Ndio hicho hicho nilikuwa nakitaka. Hebu niambie. Sijakuta wale mwali wetu Tunu. Anaongea e, habari za kutaka kwenda mjini. Ah we, atoroke shughuli. Yaani e, sikuwa atakula ubwa kwa sababu yake atoroke aende mjini. Yaani hapa ninavyokuambia mimi mwenyewe nimechanganyikiwa. Kwani wewe upendi wali? Shogangu, yaani ninavyoupenda sio wali, lile vibe la mkesha. Ninavyokujua shogangu wewe kutembea na vijiko. Mbona <laughs> pambe? Yamekucha. Haya shogangu, kwa mjini anaenda, ana ndugu kwa mjini mm. au ndo anataka aanze kwenda kutapatapa kuuza hotelini alipo 2000 kwa siku huyo mm. tu unaye nice, si akae watu tule shughuli zake bwana mm. Ah, wameamua Mtu alikuwa anataka kusoma, babake yeye kama mwanga. Hana. Sikia za shauri nikwambie. Unaona wewe mzee anataka kumwatu huyo? Nisikia shato yake yake. Wawili kafaa. Si shaka baba nikisimani. Sitaki kusikia. Sho gani? Yaani hapa lazima tule wali. Sio wali tu. Na kukesha mkesha tunakesha, mbona wewe? Si wanajifanya wasomi. Mbona leo anaolewa? Acha tule shughuli zao. Gonga kwanza hapa. Kwanza sikiza sho tufanye hapa, yameisha, twende tukatue maji. Nipeleke habari kwa Baba Tunu, kabla ukidudu mtu hajatoroka huyu, maana anavyomjua anaweza katua maji, baba, naenda kisimani kufua, ndio ikawa safari ya kutoroka <laughs> Naomba twende. Ah, ndio tuondoke baba. Muuza mwana wa pekee, kisa madaraka, ana nataka shule aendelee, tunatapatapa Uchawi huu umezidi kimo, sio wakubwa, sio watoto. abamu za mwana wa pekee kisa madaraka, mana nataka shule uchawi aendelee, anatapatapa uchawi huu. Ehe baba Tunu, afadhali tulivyokuta hapa, maana tumekutafuta kijiji kizima, tunakutafuta wewe, maana ninalo limenifika hapa mwenzio Yani, Babatunu, tunavyokuambia, yani hapa ninaombea wa motomoto. Yani hapa nasikia skedi mdomo wazidi kuchachuka, kapolo mondo takataka taka sindira. Wapuzi wakubwa nyie, ndo mmefunzwa kwenu, mbona hamna adabu wa mabinti wa siku hizi. Hiyo ndo salamu malaba. Eh, sasa Babatunu, najua mnataka kuniambia habari za watunu Kabla hamjazipata taarifa ninazo, lakini baba na, nimesema taarifa za Tunu ninazo. Uchawi huu umezidi kimo, sio wakubwa, sio watoto, umezidi kimo ovyo ovyo. Kwenda huko <laughs> ila shoga yangu umesuzwa eh. <coughs> shoga Anikuambe kwa kwanza kitu kimoja, mimi jamani, naomba nirudi nyumbani. Tumetoka kule tumesuuzwa, tumekuja huku tumesuuzwa. Mi naenda nyumbani, naenda zangu nyumbani. Mimi sitaka mchezo wa habari mimimza ha. Mwana wa pekee kisa madaraka, ananataka shule aendelee, anatapatapa. Uchawi huu umezidi kimo sio wakubwa, sio watoto, umezidi kimo. Uchawi huu umezidi kimo, sio wakubwa, sio watoto <laughs> Matunu! Matunu huyo! <ya>. umezidi kimo. <laughs> Shikamoo, sijambo mama. Mama shikamoo, jambo za siku <laughs> za nyumbani, familia sawa? Familia sawa, okay. <laughs> asante uzani sasa, hata ni wakaaji mama angu, mm -mm. si sio wakaaji, sema. Kuna kitu nataka nikuambie mama. Jana kipindi liko kisimani, sijamwona mwanao Tunu na yule rafiki yako mbea wanazungumza wanataka kwenda mjini <laughs> nikasema, jamani like oh! <laughs> wengine, oh, mama yangu, hii sura yake ataweka wapi? Na ameshakula mahali ya kile kizee bala, anataka kumtia mamake pressure? Jamani ah! Yaani mama sisi ndio tulikuwa tumekuja kukuambia hivyo Tunu hawezi kuenda mjini mm. Na hata kama akienda mjini mm. Si ataenda tu kuteseka. Kuti ni kweli mama, ni msubiria tu shughuli ya mwenzenu tu mbona. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Pambe. Sawa mama, sisi ndo tuko tunataka kukuambia hiyo tu, wapindi zangu Mm. nawaomba. mm -hmm. msiende kuyaeneza huko. Akayasikia baba yake Tunu. <laughs> Usijali mama tutajitahidi kwa hilo tutajitahidi. <laughs> Mbona mama umemaliza bila shughuli? Nampenda rafiki yangu Tunu. Sana. Ah! <laughs> Mimi nampenda Tunu. Acha wewe! Ah! Mimi nampenda Tunu. Uh! Mimi nampenda Tunu. Uh -huh. Mimi nampenda Tunu. Nipo razi nife kwa ajili ya Tunu, wewe amini mimi hapo ninavyoniona. Naomba sana. <laughs> Sawa. <laughs> Sawa, ngoja sisi tuwe nitangulie. Karibu. <laughs> Baba Musa mwana wa pekee kisa madaraka ana nataka shule endelee, anatapatapa. Uchawi huu umezidi kimo, sio wakubwa, sio watoto, umezidi kimo mm. Uchawi huu umezidi kimo, sio wakubwa, sio watoto umezidi kimo. Baba Muza mwana wa pekee kisa madaraka, mana nataka shule aendele, anatapatapa. Uchawi huu umezidi kimo, sio wakubwa, sio watoto, umezidi kimo. Uchawi huu umezidi kimo Sio wakubwa, sio watoto, umezidi kimo. Ah ha, habari za asubuhi ndugu yangu, sijaziandika kwema ha, kwema, samani nakomba mara moja. Ah, uko siji, uko siji, basi sawa, naomba kuuliza, kuuliza buku kuelekeza jero. Sawa ndugu yangu, basi naomba nikuulize kuna binti anaishi mtaa huu anaitwa Debora unaanza ukawa unamfahamu? Debora. Yes, Debora. <laughs> ana siku ya tatu, nne na tano aonekani kijijini hapo kashapotea siku ya? Ah, ambacho hapo. Siku ya tatu, nne na tano ina maana hayupo kabisa kijijini hapo. Basi sawa itapendeza ikiwa nitapafahamu kwao Unaweza kanielekeza, ni, ni wapi? ki ukweli cha kukusaidia, maswali mengine kamuulize baba yake. Lakini labda nikusaidie, kuna binti anaitwa Tunu <laughs> e, naye yuko kwenye harakati za kupotea, ina maana yuko tayari kuolewa eh? Unasikia? Hmm. Unaona hii njia, unanyoosha unanyoosha, unakata kona kule kushoto, unakata kushoto. E, unakata chini kidogo, nyumba ya tatu, ameshafika Nashukuru sana. Ah, jina langu liko wapi? Basi wakati mwingine tukikutana nitakupatia. Sawa. Ah, hapana shida ndugu yangu. Uchawi huu eh, umezidi kimo. Sio wakubwa, sio watoto umezidi kimo. <coughs>

Uchawi huu umezidi kimo, sio wakubwa, sio watoto, umezidi kimo. Mm. Uchawi huu umezidi kimo, sio wakubwa, sio watoto, umezidi kimo. Babamu za mwana wa pekee, kisa madaraka, mana nataka shule aendele nataasama nakuma mara moja, mambo poa? Kopoa, mi niko poa. Samani, naomba kukuuliza kuna binti namtafuta, naitwa Tunu

Uchawi huu umezidi kima, sio wakubwa sio watoto, umezidi kima.